Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, karibu Nurdin Media. leo nataka nikuambie jambo moja tu, jambo ambalo watu wengi hulipuuza, lakini likifanywa usiku wa kwanza wa Ramadhani linaweza kubadilisha maisha yako milele. Kwa hivyo usiruke video hii, sikiliza mpaka mwisho. Watu wengi wanaingia Ramadhani kwa kawaida sana. Hakuna maandalizi, hakuna mabadiliko ya moyoni. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, atakapokuja Ramadhani milango ya pepo hufunguliwa, milango ya moto hufungwa na mashetani hufungwa. Kwa hivyo fikiri, ndugu yangu, usiku wa kwanza tayari rehema zimeshuka. Lakini swali ni je, moyo wako umefunguka? Hili ndilo jambo lenyewe. Kitu cha kwanza kabisa kinachoweza kubadilisha maisha yako ni hiki. Kwanza, tauba ya kweli, kutubu kwa dhati, sio kusema tu astaghfirullah kwa mdomo, ni kutubu kwa moyo uliovunjika. Usiku wa kwanza, kabla hujalala, funga mlango wako, zima simu, simama rakaa mbili za toba, mlilie Allah, kumbuka madhambi yako yote, muombe Allah akusamehe. Allah anasema ndani ya Qurani, enyi mlioamini, tubuni kwa Allah toba ya kweli. Kwa hivyo usiku huo ukifanya toba ya kweli, unaanza Ramadhani ukiwa msafi. Kwa nini hii inabadilisha maisha? Kwa sababu dhambi ndizo zinazuia riski na dua kujibiwa, pia utulivu wa moyo, mafanikio. Dhambi huwa zinazuia mtu anaweza kufunga kuswali kusoma Qur'ani, lakini moyoni ana mzigo ya dhambi. Ukifanya toba ya kweli usiku wa kwanza, dua zako zitapanda haraka, moyo wako utakuwa mwepesi, Ramadhani yako itakuwa na radha tofauti. Sasa, hatua tano za tauba ya kweli: kwanza, kuacha dhambi mara moja; mbili, kujuta kwa dhati; tatu, kuazimia kutorudia na nne kuomba msamaha kwa Allah na tano kurudisha haki kama ulimdhulumu mtu. Ukifanya hivi usiku wa kwanza, unaanza Ramadhani kama mtu aliyezaliwa upya. Kwa hivyo usipofanya hili, watu wengi wanaingia Ramadhani na kutoka Ramadhani, lakini hakuna kilichobadilika. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema Ole wake yule ambaye Ramadhani imeingia na imetoka bila kusamehewa. Usiwe katika watu hao, ndugu yangu, fanya hili leo usiku. Leo usiku omba rakaa mbili za toba, soma hata aya chache za Qurani, mlilie Allah kwa dakika kumi, andika dhambi zako na uzichome, ishara ya kuziacha, halafu ulale ukiwa na nia mpya. Naamini ukifanya hili maisha yako yataanza kubadilika taratibu. Utahisi utulivu, utapenda ibada, utachukia dhambi, riziki yako itafunguka. Ramadhani sio mwezi wa njaa, ni mwezi wa mageuzi. Usiku wa kwanza ndiyo mlango wa mabadiliko. Usiingia Ramadhani kama kawaida, ingia kama mtu anayesafisha maisha yake. Kuna jambo jingine muhimu sana, watu wengi hawalijui. Wanafanya toba usiku wa kwanza, lakini hawafungi ahadi na Allah subhanahu wataala. Kwa hivyo andika malengo yako ya Ramadhani. Baada ya toba, fanya kitu hiki, andika malengo yako ya Ramadhani. Usiingie Ramadhani bila mpango. Jiulize, nitamaliza kusoma Qurani mara ngapi? Nitatoa sadaka kiasi gani? Nitahudhuria tarawehe mara ngapi? Ni tabia gani nitaacha kabisa? Watu wengi wanaingia Ramadhani bila direction. Na mwisho wake Ramadhani inapita kama upepo, lakini mtu mwenye malengo, Ramadhani yake inakuwa safari ya mabadiliko kwake. Pia swala ya tahajudi usiku wa kwanza, kama unaweza amka hata dakika kumi na tano kabla ya alfajiri, simama mbele ya Allah. Mtume sallallahu alaihi wasalam amesema mola wetu hushuka katika mbingu ya dunia kila usiku katika theruthi ya mwisho ya usiku, na kusema, nani ananiomba ni mjibu? Ndugu yangu, fikiri, usiku wa kwanza wa Ramadhani mbingu zimefunguliwa, rehema zitamiminika, na wewe umelala tu. Hata rakaa mbili tu zinaweza kubadilisha historia yako, ndugu yangu. Msamaha. Na jambo lingine ndugu yangu, ni msamaha kwa watu. Kuna watu wanaingia Ramadhani wakiwa na chuki, hasira, visasi, maneno yasiyosamehewa. Lakini Ramadhani ni mwezi wa kusafisha moyo. Leo usiku, mpigie mtu uliyemkosea, mtumie ujumbe kwa kumwomba msamaha. Msamehe aliyekuumiza. Kama unataka Allah akusamehe, anza wewe kusamehe pia. Badilisha mazingira yako. Ukifanya toba lakini bado una marafiki wa dhambi, mabadiliko hayatadumu. Usiku wa kwanza, futa mawasiliano ya haramu, ondoa vitu zinavyovuta kwenye dhambi, badilisha playlist yako, jizungushe na watu wa ibada. Pia mazingira huamua hatima yako. Kuna watu, kuna watu wataingia Ramadhani lakini Ramadhani haitaingia miongoni mwao. Usiwe mmoja wao, ndugu yangu. Usiku wa kwanza ndiyo ufunguo. Ukifanya tauba ya kweli, malengo ya wazi e, tauba ya kweli na malengo ya wazi, tahajudi, kusamehe, kubadilisha mazingira, basi mambo hayo ma, matano ndugu yangu, ukiyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakutendea ata unachokitaka na hapa, kwa jina la Allah, utamaliza Ramadhani ukiwa mtu tofauti kabisa, ndugu yangu. Usisubiri siku ya kumi, usisubiri siku ya ishirini, usisubiri Lailatul Qadr. Anza usiku wa kwanza. Maisha hubadilika kwa maamuzi madogo, lakini ya dhati kama umeamua kuanza upya, andika Ramadhani hii ni ya tofauti. Share video hii kwa watu watatu, huenda ikawa sababu ya mabadiliko yako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa nakushukuru wewe uliyekwisha subscribe chaneli hii lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa tunakuletea. Nurdin Media ni channel maalum inayokuletea Qur'ani, dua na mawaid